Ipo waimbaji wengi katika ulimwengu jamani, wanaimba lakini utukufu wa Mungu haipo ndani ya maisha yao. Wanaweza kuimba vizuri wakaweza kujaza wakaweza kuimba vizuri, umati ukaweza kufurahi, lakini Mungu haipo, Mungu ha hayupo ndani ya maisha yao. Tunakuwa waimbaji siku ya Sabato, tunakuwa waimbaji siku ya muziki, lakini siku za wiki tuko watu tofauti. Tunasema kutoka ikabodi pakaidelezili na hapa ndipo andiko ile tapata kuweza kueleza historia ya kipekee katika dunia katika ulimwengu huu. Jamani, tupitia matatizo mengi, hiyo ni ikabodi katika Biblia. Unapopitia kipindi kigumu maishani, jua katika biblia pata koza kufananishwa na jina ikabodi. Na leo hii nikuulize swali lio, hii ni ikabodi gani unayopitia maishani mwako?